ITV ilifika katika soko la Shekilango jijini Dar es Salaam kwa lengo la kufuatilia tatizo hilo ambapo baadhi ya mabasi yameonekana katika barabara hiyo yakiwa yameegeshwa huku wafanyabiashara wa soko hilo pamoja na viongozi wao wakieleza kuchoshwa na kitendo cha Wachina kuanzisha gereji bubu katika barabara hiyo bila kuchukuliwa hatua kali za kisheria na mamlaka zinazozuia uanzishwaji wa gereji bubu. Kwanza nashangaa kuona kwamba gereji badala ya kuwa sehemu maalum, lakini gereji iko barabarani. Na mimi kama mwenyekiti wa soko hili, jambo nilishalalamika hata kwa waandishi wa habari, baadhi walishafika hapa, kiongozi Zembwela akaliripoti jambo hili, tukaenda kwa hawa wa China kuambia kwamba hili eneo sio rasmi kwa ajili ya kufanyia gereji, kwa afisa wetu mtendaji na yeye aliweza kulifuatilia, lakini nachoonyesha kwamba watu wenye ngozi nyeupe wana uwezo kuliko sisi ambao ni wazao wa nchi hii kwa kweli mpaka sasa hivi umeweza kufika nyinyi waandishi wa habari hapa, kilichotekelezeka ni kwamba yaliweza kuondolewa magari machache na kutuachia upande mdogo tu, ili tuweze kupita sisi kama wafanyabiashara. Baada ya viongozi wa soko hilo kueleza hadha ya uanzishwaji wa gereji bubu katika eneo hilo, ITV ilipenya na kuingia ndani ya geti la Double Stars Garage Limited na kuzungumza na mfanyakazi wa gereji hiyo, Bwana Suatu, ambaye awali alitaka kuzuia waandishi wa habari kufanya kazi yao na kueleza kuwa mkurugenzi wao hayupo na kwamba mabasi yaliyoegeshwa katika barabara hiyo hayakuwekwa na kampuni yao, bali yamewekwa na kampuni ya mabasi ya Superfao, hivyo wao hawahusiki

Katika kudhibitisha ukweli wa kampuni hipi inaegesha mabasi katika barabara hiyo kati ya Double Star Garage Limited na Superfao. ITV limtafuta msaidizi wa mabasi ya Superfao bwana Sospita Atem ambaye alidai yupo Mkuranga, lakini alipoulizwa kuhusu kwa nini wanaegesha mabasi yao katika eneo la barabara, alijibu wao walipeleka mabasi yao kutengenezwa katika gereji ya Wachina, hivyo kama Wachina wanavunja sheria kwa kuweka mabasi yao katika barabara ya soko ni kosa na Wachina. China ndio wanatakiwa kuwajibishwa kwa kosa hilo. Ni kweli kama tuliambiwa na tukakaidi, nafikiri taarifa hizo -hmm. mimi wewe ndio wa kwanza kuniambia -hmm. maanake mm sina taarifa -hmm. maanake sisi tumeleta basi hapo -hmm. kutengeneza mm liko hapo -hmm. kwa idhini yao, sio kwamba labda sisi tuna gereji hapo, hiyo imeletwa hapo kwa ajili ya kutengenezwa. Sasa wao ndio wanatakiwa wajue ni wapi pakuliweka. Wakati serikali ya mkoa uh, uh, wa Dar es Salaam ikipiga marufuku matumizi ya gereji bubu katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa huo wa Dar es Salaam, lakini katika eneo la Shekilango kumeonekana gereji bubu kuendelea takribani kwa mwaka sasa, na hali hii imekuwa ni kero kwa watu mbalimbali ambao wanapata mahitaji yao muhimu katika soko la Shekilango, kutoka eneo hili la gereji bubu. Shekilango, jijini Dar es Salaam, Samaela, ITV.